Wayassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli wabaad. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam, tulizungumza huku nyuma kwamba Uislamu umetoa taswira iliyopangika vizuri kuhusu ulimwengu na mwanadamu alivyo, ukawa umetoa majibu ya taswira ya maisha kwa ujumla, misiba ndani yake, hikma zake ni nini, tuka imetoa taswira. Uislamu umetoa taswira, kwa nini kuna mauti, kwa nini tumekuja hapa. Umetoa taswiri pia tumetokea wapi na mwisho ni nini. Jana tukawa tumezungumza ile kuwa tumetoka wapi paka tukawa tuko hapa ndio tulilozungumza jana taswira iliyotolewa na allah subhanahu wa ta'ala ikawa imezungumzwa katika surati albaqara aya ya thalathini na surati sad aya ya sabini na moja na surati alhijri aya ya ishirini na sita allah alizungumza kwamba kabla hajatuumba akawa ametoa ujumbe kuwaambia malaika nakusudia kumweka kiumbe huyu pale kwenye ardhi ile, kabla hata hajatuumba nakumbuka vizuri ile Ewa. Sasa hilo tukawa tumekwisha lijua, tumekusudiwa kuumbwa kule, lakini kuumbwa kuletwa hapa kwenye ardhi, lakini tulipoumbwa hatukuwekwa hapa mwanzo wa kuumbwa baba yetu Adam aliwekwa kwenye janna hepo. Akawekwa peponi na mkewe humo. Kuna stori ndefu hapo, katikati kuna vitu tunavyotaka uvishike, kwa sababu navyo viko mitaani na majibu yanakuwa ya kugongana gongana, lakini Qurani imetoa majibu. Uislamu ndo unaotoa majibu ya maswali yale. Baba yetu akawekwa peponi na mkewe peponi na ikawa kila kitu kipo. Sasa kuna maneno yanayosemwa mitaani, sasa kama alikwisha wekwa peponi, kwa nini akaja huku, tukaja huku kuzaliwa huku? Hii kuzaliwa huku ni makosa, ile story inayozungumzwa ile kwenye sehemu ya mazungumzo, kama ni vitabu vingine au vipi, baba yetu alifanya dhambi. Alipofanya dhambi, ikabidi atolewe kule, akatolewa akaletwa duniani kwa hiyo sisi tumekuja hapa duniani kwa sababu ya dhambi za baba yetu adamu jibu la maneno hayo kwamba lipo kwenye qurani lipo aya hii tuliyosoma mungu ametangaza mwanzo kabla hajamuumba mimi nakusudia kumuweka kule kwenye hii ardhi sio peponi sawa sasa kumweka peponi ni mtindo wa majaribio yake ya mafundisho mpaka amalize kozi ya pale. Akimaliza kozi ya pale ndio aje aishi huku. Na mtiririko wa aya hizo za surat al-Baqara ndizo alizozisoma imamu leo, mtiririko ule moja kwa moja kuanzia 30 na kuendelea, ndio stori yote iko pale. Mungu akamchukua akamuweka pale, lengo la kumweka pale ni nini? Huyu kabla ya kuletwa duniani ilikuwa kuna mafunzo apewe akishakamilisha kozi ile pale, ndio sasa haya, tokeni hapa mwende kule nilikokusudia muishi, sawa sawasawa. Kozi yenyewe ilikuwa ni nini? walipowekwa pale wakaambiwa, kuleni mnachotaka, ila pale msisogee. Funzo la kwanza hilo, wanafundishwa maanake, kuna amri mbili lazima uwe utazishika utakapokuwa duniani, kuna amri hizi mbili fanya na usifanye. Kule ni mtakacho, pale msisogee. Alafu katika amri hizi mbili pia, kozi yenyewe ilivyokaa vizuri, amri za Allah zote duniani hizi, usifanye wala sio nyingi, lakini fanya ndizo nyingi, na uhuru wa kufanya ndio mwingi. Hii usifanye ni kidogo sana, sawa sawa kama vile ilivyokuwa kule kule kwa ijana, kuleni mtakacho, tembeeni mtakapo, hapa tu msile, msisogee kabisa, kidogo tu sehemu moja tu, lakini vingine vyote tembeeni, kuleni, zungukeni. Ndio duniani kulivyo, kozi ile. Wakawa ndo wanafundishwa waichukue. La pili huyu hapa, huyu ni adui yako, mwangalie sana. Kwenye stori ya kuumbwa kwake Adamu kuna Ibilisi. Sasa huyu mwangalie ni adui yenu huyu, mwangalieni sana huyu. Asije akakutoeni hapa, kutoa hapa, kutoeni hapa manake nyi kutoka mnatakiwa mtoke, lakini angalieni asije akakutoeni, yeye anataka kutoeni. Sasa mwangalieni sana adui yenu. Ha, nendeni. Akaenda. Ameshafundishwa vitu viwili tayari hapa, fanya usifanye, na adui ni huyo hapa. Tuko vizuri Maisha yakaendelea. Yalipokwenda, huyu adui anamjua Adamu anakotakiwa kwenda. Hata Adamu mwenyewe kama hajui anatakiwa kwenda wapi, kabla hajaumbwa, si limetolewa tangazo atakiwa aende wapi? Malaika wote wanajua Adamu anakotakiwa kwenda, na yule Ibilisi pia anajua Adamu anakotakiwa kwenda. Ibilisi yeye ndiye ambaye ameshafanya jeuri, alipoambiwa sujudu, malaika wote walisujudu, yeye akakataa Tuko pamoja, akakataa kusujudu, ndio akaambiwa wewe utakuwa mbali na rehema zangu, na ndio yeye akasema kwamba kwa kunifanya mimi kuwa hivi, umeniacha mimi nipotee, basi mimi nitampoteza huyu na familia yake yote, atakaozalia atakaoizaa. Wapi anajua atakapoizaa? Ni huku huku duniani pale, anajua pale ni pakupita tu. Yeye basi, watanikoma hao. Sasa mbona hatoki huko? Akaenda kule akotakiwa kwenda. Mapambano, mi huku siyawezi, mpaka ende kule, na kule ye hajafukuzwa kabisa kuwasiliana naye, anaweza amefukuzwa, hataki kuishi kule, lakini mawasiliano anaweza, hata kitaka kumtumia message, si anajua password yake, namba yake, anamtumia au sieleweke? Hata kama hajaruhusiwa kuingia hapa ndani, si anamjua yuko hapa, mimi nitamtumia message tu hapo hapo alipo. Adam, wewe umekatazwa kukusogea hapo, unajua pana nini hapo? Wewe, wewe ujui, Mi ndio najua meseji ikiingia ya Adamu. Hey, vipi unasemaje? Nimekwambia ujui wewe hapo, tuko pamoja eh? Kwa hiyo jamaa yule akawa ana hamu sana Adamu na mkewe watoke haraka pale, waje huku walikotakiwa kuumbwa, walikotakiwa kuishi. Ndio akaanza ushawishi pale, ushawishi wa kumsumbua Adamu na nakwapia Adamu, hujui kwa nini umekatazwa hapo. Na Adamu hajui kweli kwa nini amekatazwa, lakini kwani ilikuwa lazima ajue amri ya Mungu? Kama wewe hujaijua hikima yake lazima uijue? Anakuambia swali raka mbili alfajiri, mpaka ujue kwa nini raka mbili na sehemu nyingine raka nne? Lazima ujue? Au wewe unatakiwa kutekeleza? Usile nguruwe, kwa nini usile? Unatakiwa kwa nini? Au usile usile sasa. Adam alikuambiwa, mi nakuambia, hujui kwa nini wewe umekatazwa. Ubinadamu ndio maumbile yake, ule ushawishi ukaingia. Hivi kweli, sijui sijui kwa nini mekatazwa hapa, anataka kujua sasa kwa nini. Wallahi, mi nakuambia, mi ndo najua, wewe hujui ah. Alishaambiwa yule ni adui, lakini njia aliyoingia kwake ni njia ya maumbile ya Adamu kwamba ah, kweli sijui. Alipoanza kutulia tu kweli sijui, ameshasahau agizo la Allah, kwamba huyu ni adui ya yako, ashasahau. Ndio pale sasa, basi mimi nakwambia huo mti ukila, hapo ukisogea, hufi. Kifo kimo ndani ya maumbile yetu tangu tukizaliwa kimo. Au hamwamini hivyo kifo Sio lazima mtu akione, kimo ndani ya maumbile yetu. Mtoto mdogo ambaye hajapata kuona kufa wala hajawahi hata kuangushwa, kama amezaliwa jana juzi tu, wewe mshike, mrushe, mrushe kidogo alafu mrushe sana, uone atakavyobabaika, atastuka mbaya. Yeah, sana nini? Hajawahi kuangushwa hata siku moja, wala hajawahi kuona mtu aliyekufa. Kifo kimo ndani ya maumbile yetu. Sasa alipoambiwa ukila pale hufi, ah, kweli, imeshakuwa kichwani. Basi hii sehemu muhimu sana hii, kumbe. Halafu ukila pale utapata mamlaka, unakuwa na mamlaka. Na mamlaka pia imeumbwa ndani ya nafsi zetu, tunaipenda. Mnataka kuihakiki? Wape watoto, hebu soda kwenye chupa, alafu wape na glasi, waambie gawaneni. Utaona atakavyodai mamlaka pale, kila mmoja anataka kugawa yeye. Kwa nini anataka yeye kugawa? Sisi si nakubali tu mamlaka, ataka ujuu. Na akigawa mwangalie, atakavyogawa pia, wakati anaigawa pia tizama mgao pia, uangalie, uangalie mamlaka inavyosumbua, imo ndani ya nafsi. Anatia huko, anaangalia, chukua hiyo, mwenzake akimwambia nipe hiyo kwenye chupa ah, basi ongeza, umepunguka achukue ndo hivyo, tuko hivyo. <laughs> Hayo ndio maumbile yetu, imo ndani ya nafsi Adam, likamsumbua lile kuambia wallahi, tena akamwapia wallahi, na kiapo kwa Adam kikawa ni kitu cha ajabu kidogo maanake, na kuapia kwa nguvu za Allah na uwezo wa Allah. We hujui mimi najua, ndo hivyo nilivyokwambia. Adam akababaishwa mpaka ikawa amesogea pale alipokatazwa sawa sawa, yule bwana ameshamaliza kazi ovyo. Adamu akaona mabadiliko ya maumbile yake baada ya pale tu kumkosea Mungu tu, akakosa utulivu, na mkewe wote wawili wa wameshaasi, wakakosa utulivu. Walipokosa utulivu, wakawa wanakimbia ovyo, nguo zimeonyesha kuwa zimewatoka wanakimbia huku na kule, wanajiziba majani ya miti. Ndio stori anayozungumza Allah kwenye Quran, majibu yanapatikana hapo, stori yetu ya, ya maisha yote. Wanajiziba majani ya miti, Allah anawaita Adam. Naam, mbona wanakwenda kwenda mbio? Ah, naona nguo zangu zimenivuka. Eh, ala, ulikuwa eh, unajua kama una nguo zimekustiri sasa zimepotea? Si nilikwambia mi ni usisogee pale, ndio mbia yule ni adui yako ndiyo uliniambia. Kwa nini umemsikiliza? hana majibu. Ibilisi alipoambiwa kwa nini hukusujudu, yeye alitoa majibu, alisema, mimi ni bora kuliko yeye, umeniumba kwa moto, huyu umemuumba kwa udongo. Nani alimwambia kama moto ni bora kuliko udongo? basi tu imetoka kichwani mwake. Sawa, Adamu hana majibu. Kwa nini umemsikiliza? hana majibu sasa anaonyesha kujuta alipoonyesha kujuta allah akamwambia tubu hata ile toba maskini haijui akamfundisha allah kutubu akamfundisha maneno ya toba haya nakupeni maneno ya toba wewe na mke wako mtubu fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba aleihi akapokea adamu na mwenzake maneno ya toba walipoyasema, Allah akawapokea toba. Qala, wakasema Qurani, rabbana, e, bwana wetu, dhalamna anfusana, tumedhulumu nafsi zetu. Ndio maneno aliwafundisha Allah, semeni hivyo, wakasema tumedhulumu nafsi zetu. Wain lam taghfir lana watarhamna, usipotusamehe na kutuhurumia, lanakunanna min alkhasirin, tutakuwa tumepata hasara wamefundishwa na Allah maneno ya toba, wameyakubali, wakatubia. Kwa nini Allah aliwafundisha? Kwa sababu wameonyesha kujuta, sio kama Ibilisi. Ibilisi hakuonyesha kujuta. Alipoulizwa kwa nini, kwanini hukusujudu, yeye alisema sikusujudu kwa sababu mimi ni bora kuliko. Tuko vizuri, lakini Adam alionyesha kujuta, ya Rabbi, nimeshakosea tubu, sijui sema hivi, akasema aliposema Allah amemwahidi kumpokea, akampokea, akumpokea, fataba alaihi, akampokea Allah. Wote wale wamesema akapokea, anapotajwa mmoja tu hapa ni kwa, kwa niaba ya mwenzake, sawa. Wote wakatubu, wote wakapokea. Sasa majibu yanapatikana hapa, aliyekwisha tubu na akasamehewa huwa bado ana dhambi? Mbona kimya? <laughs> Alikosea, akatubu, akasamehewa, bado ana dhambi sasa akija duniani anaambiwaje? Kwamba amekuja huku kwa sababu ya dhambi? Sio kwa sababu ya dhambi, amekuja duniani kwa sababu kozi imekwisha kule, iliyotakiwa ajifunze. Alitakiwa ajifunze namna ya ibada, fanya usifanye. Alitakiwa amjue adui yake, amekwisha mjua adui, amempoteza amekosea, akakosea akaambiwa tubu, na akatubu. Kozi yote imekwisha Nendeni mkaishi namna hii mliofanya huku, manake watakuja duniani. Kuna amri huku, fanya usifanye, wazitii. Ibilisi naye ametumwa huku, huku yuko huku, hukunaye alifukuzwa kule akasema mi nitakuwa nao huku na nitapambana nao nao. Sawa, sawa? Naye yupo ataendelea kushawishi kama alivyoshawishi kule, na atatupoteza kweli kizazi kama alivyochukua ahadi, lakini watu watapewa mwongozo na pindi wakitubu Allah anawapokea tuko vizuri hapo. kozi imetimwa hija timu sasa, kufa kwa mtu mwingine kwa dhambi za watu wengine kumetoka wapi? Imeeleweka hapo? Kwa sababu kuna maneno yanazungumzwa mtaani, ilibidi Nabii Isa aje duniani afe ili watu wapone. Watu wapone, wapone nini? Dhambi ya baba? Baba mwenyewe alikwisha samehewa. tuko vizuri. kingine vitabu anavyozungumza hivyo kwamba huyu amekuja kufa kwa ajili yetu, vinasema kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Zabibu alizokula babu hazitii ganzi meno ya mjukuu, ndivyo sivyo? Mtu ashakuonawe wa hana dhambi tena, dhambi zimekujaje huku? Ndio maana tukasema kuna maswali huwezi kupata majibu ila ndani ya Uislamu yatakera sana lakini, kwenye Uislamu yako yote haya. Ukiumizwa kichwa tu, rudi kwenye Qur'an, unakuta majibu yako, ili uweze kumwabudu Allah vizuri, tuweze kumwabudu vizuri. Tukirudi tu kwenye majina yake ya sifa tunakuta kila kitu kipo, tunatakiwa tuishi nayo haya. Sasa kwenye story hii fupi hii ya kwa nini tume, tumetoka wapi sisi, hapa sawasawa, tumetoka wapi, Allah ametuzungumzia ametuleta hapa duniani kwa lengo gani? Lengo kumtumikia, Suratu Dhariyati, si sindio? wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun. Adhariyati aya 56, wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun, sikuumba majini na wanadamu ila wanitumikie tu. Utumishi hauwezi kuwa utumishi mpaka umtumikie yule mtu anayetaka um, anavyotaka yeye ndivyo, sivyo? Allah hakutwambia tutumike tunavyotaka sisi, akatuletea mwongozo. Mwongozo huo ulioletwa nembo ya utumishi, kama baba yetu Adamu alivyotaka, alivyofanyiwa kule, fanya, maanake usiulize swali. Fanya usifanye, maanake usifanye. Pindi ukikosea, tubu. Ukitubu unapona mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa mwisho wetu nini? Swali jingine Tumeshafanya yote mwisho nini? Mbona tunakufa ndio mwisho? Hapana, majibu pia yapo. Kufa sio mwisho. Sawa sawa, hili eh, lilikuwa ndio somo lianze leo, lakini kwa sababu ya somo la jana lilikuwa bado kuna vitu havijajibika, havija vina maswali mengi, ikabidi tulifafanue lile, tuunganishe. Sasa kinachofuata ni nini? Mwisho ni nini? Nitaianza tu hii aya ili nisije nikasahau, pa kuanzia mwisho. Tunaanza na Suratul Hajj, Allah anasema hivi, aya ya hamsini na sita, audhu billahi min shaitani rajim. Almulku yaumaidhin lillah, mamlaka yote siku hiyo. Siku hiyo lillah, ni ya Allah siku hiyo, inavyozungumzwa kwenye Qurani, majibu ya siku hiyo ni siku haina mwisho, ikianza tu ndo haina mwisho, hiyo siku hiyo, siku ile ikianza tu. Na inaanza lini? Pia tumepewa katika Uislamu, inaanza siku ya Ijumaa. Ikishaanza ndani ya siku ya Ijumaa hakuna jumamosi tena, ni moja kwa moja siku inaendelea, siku endelevu. Siku hiyo mamlaka ni ya Allah, manake itafika mamlaka hiyo Allah apitishe Mliishi vipi duniani, vile mnavyotaka au mnavyotaka nyinyi? Hapo sasa ndio panakuwa pana majibu hapo, baada ya maswali hayo, ndio kuna mwisho wa maendeleo usiokuwa na mwisho. Niishi hapo. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.